Hello, habari karibu tena katika Bright Pendo Channel na leo tunakwenda kutengeneza uji uji wa ata au uji wa ngano isiyokobolewa. Ngano isiyokobolewa ni kama hii hapa, wengi wanaifahamu na wengi wanaweka katika uji wa lishe. Wanapokuwa wanaandaa uji wa lishe, basi inakuwa ni kiungo kimojawapo. Basi mimi naenda kuchukua kiasi kidogo tu kama hiki, unaweka kwenye bakuli kama hivi. Ni ngano ambayo ni safi, ni nzuri, umeshaichambua Ukisha ichambua vizuri, hakikisha ni nzuri ambayo haijatobolewa kama hivi, ni nzima kabisa. Kwa hivyo nimechukua kiasi kidogo, sijapima kwa kweli, nimekadiria tu kama mkono mmoja au miwili. Basi tunachukua nani, nani zetu kama hivi. Baada ya kuweka kwenye bakuli kama hivi, unaweka maji, utaweka maji kiasi ambacho una, unaona kitasafisha. Lengo hapa ni kuziosha ili kuondoa kama kuna uchafu wowote au vumbi ama madawa kwa hivyo nitaosha naosha, alafu unamwaga yale maji. Tunaosha ngano yetu, lakini ni vizuri sana. Nakushauri kama ha, kama una muda wa kutosha, basi ungeandaa muda mrefu nyuma unazilowekea ili iwe rahisi kuiva. Ukizilowekea inakuwa rahisi kuiva. Basi mahitaji yetu ndio kama hayo hapo, kuna hizo ngano, kuna tui la nazi jepesi na tui la nazi la kwanza lile zito na vanila. Vanila hii ninaweka kwa ajili ya kuweka ladha kidogo, lakini kama wewe upendelee, unaweza ukaweka tu hiliki. Ninaweka kidogo sana. Basi utachukua sufuria lako kama hivyo, unaweka lile tui la lile ambalo ni jepesi. Sasa tui la pili unaweka halafu, unachukua unga wa ngano kiasi kidogo tu. Mimi nitachukua kijiko kimoja, ninaweka kijiko kimoja cha unga wa ngano katika lile tui ambalo ni jepesi, unaweka sasa. Kwa sababu hiki kijiko hakijajaa vizuri, ninaongeza tena kidogo, kinatosha. Kisha unakoroga ili upate mchanganyiko wa lile tui la nazi na, na unga wa ngano mimi nimeweka unga wa ngano huu, huu ambao haujakobolewa. Kisha baada ya hapo sasa ninaweka vanila, nadondoshia vanila kidogo. Mimi napenda vanila, na hapo ukiwa na maziwa unaweza ukaweka na inakuwa ni nzuri zaidi. Mimi leo nimekosa maziwa, sina, kwa hivyo ninatumia tu tui la nazi, lakini ni nzuri pia. Kwa hiyo nadondoshia vanila kidogo ili niongeze ladha na testi nzuri. Uji huu ni mtamu na ladha nzuri sana, hakuna ambaye ataukataa, kwa watoto na wakubwa pia. Basi baada ya hapo sasa, utachukua hii sufuria yako ambayo umechanganya na ngano, unaenda kuweka jikoni. Ninachemsha kama hivi, hakikisha unakoroga, usiachie mkono, koroga haraka haraka kwa sababu ngano ina kawaida ya ya kugandia chini. Kwa hiyo koroga mpaka pale utakapoona inaanza kuwa nzito. Ikianza kuwa nzito kama hivi, hapo sasa unaona uji wako umeanza kuiva. Kwa hivyo baada ya kuona imekuwa nzito namna hii imekuwa nzuri, unakoroga unaona kabisa hii inaiva. Ehe, baada ya hapo sasa, kinachofuatia unachukua zile ngano ambazo tayari zimekusha kuchemshwa. Hizi ngano jamani, nimesahau tu kukwambia, unatakiwa uzichemshe kwanza. Kwa hiyo hapa ninaziweka zikiwa tayari zimeshaiva, zimeshaiva hizi ngano. Kwa hiyo nazichanganya katika uji wangu ule wa wow ambayo nimekuwa nimeupika hapo uji wa ngano pamoja na tui la nazi, unachanganya hivyo, unaendelea kukoroga ili zisigandie. Hata ukiacha unaacha dakika mbili, alafu unakoroga tena. Jamani, uji ni mzuri soft sana. Kwa hivyo utaendelea kufanya hivyo mpaka pale ambapo utaona tui limepungua kidogo, imeanza imeanza kuwa nzito sana. Lakini ikiwa nzito sana, unaweza ukaongeza maziwa ili iendelee kuiva. Basi utaendelea kukoroga kama hivi ninavyofanya mimi. Ni uji mzuri sana kiafya, ni mzuri sana hata kwa kunywa, kwa ladha ni mzuri sana na hasa hizi ngano zikiiva vizuri, hiyo inapendeza. Basi nilifunika hapo kidogo ili endelee kuiva, na sasa ninafunua ili niangalie inaendeleaje. Haya, tayari mpaka hapo naona imeendelea vizuri, imezidi kuganda na imeiva zaidi. Kwa hiyo kinachofuatia baada ya hapo, ongeza sasa lile tui lako la kwanza, lile lile tui bubu, tui zito, ndio unaweka. Ndio wakati huu mzuri sasa wa kuweka, unaweka tui lako la kwanza kama hivyo, na usiache kuendelea kukoroga. Endelea kukoroga mpaka mwisho wa upishi wako. Koroga, ukiacha unaacha dakika mbili, unakoroga tena, yani usiache muda mrefu, kwa sababu inaweza ikagandia chini, ikaungua. Tayari karibu ladha, ikabadilisha kabisa ladha. Mimi sijataka kuweka spices nyingi, kwa sababu nataka niipate ile ladha halisi ya ngano, harufu ya halisi ile ya ngano inakuwa ni nzuri sana. Mimi huwa napenda hivyo, ndio maana hata vanilla nimedondoshea kidogo sana. Lakini kama wewe ni mpenzi wa spices basi, unaweza ukaweka iliki, unaweza ukaweka um, dalasini, vyovyote vile ambavyo unapendelea. Basi naendelea kukoroga hivyo mpaka pale itakapokuwa imeiva kabisa uhum. Uji wetu unachemka una vizuri na umeshaanza kuwa mzito tena, umeanza kuwa mzito tena. Ni laini sana, ni mtamu sana. Usisahau kuweka sukari kiasi chako. Mimi niliweka sukari kijiko kimoja tu. Haya, uji wetu ni tayari. Kama hivyo, ninaweka kwenye bakuli. Umeona unavyoonekana vizuri, ni mtamu sana. Jaribu halafu unipe mrejesho. Basi ninakushukuru. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu na unapenda video zangu kama hizi, ninaomba bonyeza hapo sehemu ilipoandikwa subscribe kwa maandishi mekundu, na kisha utabonyeza kengele inayotokea hapo hapo kwenye simu yako. Hiyo kengele itakuwezesha kupata notification ya video zingine zitakazokuwa nikizirusha kila wiki. Nikirusha video mpya wewe utapata taarifa kwamba kuna video mpya imeingia. Basi ninakuomba usisahau kushare na marafiki zako, usisahau kuambia ndugu zako, usisahau kuambia wale wapendao ili na wao waangalie video zangu waweze kufaidika kama wewe ulivyofaidika. Karibu katika video inayofuatia. Kwaheri.